Profesa Mohamed Janabi mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili. Asante sana waheshimiwa wabunge, Mmeanza kupiga makofi kabla sijamaliza utambulisho wake, lakini sasa mmeapiga kabla. Kwa hiyo ni sawa pia, yamepokelewa lakini. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, na mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika. Asante sana. Asanteni sana waheshimiwa wabunge kwa makofi hayo. Nitumie fursa hii kukupongeza sana eh, Profesa Janabi kwa nafasi hiyo ambayo umeipata, na tunakutakia kila la heri katika utendaji wako, na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakupa ushirikiano ule unaostahili katika kazi yako. Tunakutakia kila la heri. Lakini pia waheshimiwa wabunge, nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wote wa nchi hii ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha ushindi huu unakuja Tanzania. Na kwanza niwashukuru wabunge wenzetu ambao wameshiriki katika jambo hili. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Elbariki Kingu kwa ushiriki wako kwa moja kwa moja kwenye kampeni, lakini pia Mheshimiwa Neema Rugangira na wabunge wote, kwa kweli mlishiriki, wengine mnapiga simu huku na kule, tunawashukuru sana. Lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru sana mheshimiwa waziri wetu wa afya, mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, umefanya kazi nzuri sana. Tunakushukuru kwa kampeni nzuri, wewe na naibu waziri alikuwa hapa ameshikilia kiti wakati wewe unafanya hiyo kazi huko kimataifa. Tunakushukuru sana. Lakini pia umeshirikiana na viongozi wengine wengi, e, wewe ukiwa unaongoza timu hiyo tunakushukuru kwa sababu kama usingeshirikiana nao vizuri kampeni zingekuwa ngumu. Kwa hiyo tunakushukuru. Lakini kwa viongozi wale ambao hawako hapa bungeni wakiongozwa na Dr. Jakaya Kikwete tunawashukuru sana kwa namna walivyofanya kazi hii kwa ukubwa kabisa. Na pia waheshimiwa bunge, pamoja na kwamba tulisema jambo hili kabla ya leo, lakini pia na Jumamosi tulisema nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa namna ambavyo anajitoa sana kuhakikisha wananchi wa nchi hii, wale ambao wanaweza kuonesha uwezo huko nje, basi anakwenda nao moja kwa moja. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anajitoa kwenye kuhakikisha wananchi wake wanaonesha vipaji huko nje, na kama nilivyosema kwa kweli tuko wengi, lakini mheshimiwa rais mchango wake ni mkubwa sana. Mheshimiwa Bumbi...